Ia kwazia angalia kichotokea, angalia kichotokea, angalia kiicho me wee, rudi tu nani, angalia kichotokea. Hawa jamaa wamekuja, wanajua utaratibu ni ule ule. Huyu jamaa <gulia> yuko pale pale, huyu jamaa yuko pale pale, wanakuja, anasema hebu ndiyo mwone kwanza. Kwanza hayupo, yaani huko namana mtafuta, hayupo, yani kwenye kale ka chumba kamoja hayupo, unaelewa hicho kitu kwenye upangaji hayupo, unaelewa hicho kitu. Kwenye ule ujinga uliokuwa unasema ni ujinga, hayupo Adela. Adela. Kwenye kufeli hayupo, unaelewa wanaangalia, lakini nasema alikwaga, anakaa hapa vitu vyake hivi, alikwaga anakaaga akila hapa, alishatoka twende, nikuonyeshe alipo anakuja kuonyeshwa asema leo, siku hizi anakaa. Mungu akuhamishe katika jina la Yesu Kristo, Mungu akuhamisha katika jina la Yesu Kristo. Haya ni maombi yangu ya Yesu, haya ni maombi yangu ya Yesu, haya ni maombi yangu ya Yesu. Yeyote aliyekuja kunyima madhabahu, ukamhamisha kumpeleka kwa njia nyingine, ukamhamisha kumpeleka viwango vingine. Tusibaki kama tulivyo, Tutangazia shetani, hatutabaki kama tulivyo, tutasonga mbele, tutaendelea, tutamiriki katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Walidhani ya kwamba tutaachana, hatutaachana. Walileta mambo mabaya tuvurugane, hatutavurugana jina la Yesu Kristo, sema kule, sipo tena kule sipo tena. Bwana ananipeleka tuo nyingine. Oh, haleluya! Haya ni maombi yangu Bwana, ya kwamba tuone mkono wako, tuone Bwana mambo yakitokea, tuone Bwana mambo yakifanyika kwenye maisha, tuone mabadiliko katika uchumi wetu.